Aya zilizopita ya hiyo surat fussilat aya mbili zilizopita hizo, Mwenyezi Mungu pale amezungumzia makusudio ya kila mwanadamu, lakini kama umati Muhammad kazungumzia vile vile majukumu. Kuna mambo mawili, na makusudio ya kuletwa kwetu hapa duniani, lakini kuna majukumu vile vile

ahwali za aina mbalimbali zitakuja, lakini waokadumu ila almaut, mpaka wanakufa namna hiyo, pamoja na mawimbi hapa na pale. Hii ndio makusudio ya kuletwa kwetu hapa duniani, na wewe ulipoitamka na ulipoikubali la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maana yake ndio hivyo, mimi niko tayari kwa amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzitekeleza kadiri ya uwezo wangu na kujiepusha na yale yote aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nitadumu kwa hilo iwe iwavyo. Ndio maana yake kataba huo. Sasa ukifanya hivyo kweli, malipo sasa Allah anasema, naanzia hapa hapa duniani, latanzalu alayhi malaika, katika yale mazingira mazito ya hofu na uoga uliokuja wa kuiacha hii dunia. Allah anasema, mimi nitamteremshia malaika Ah, wakija kumliwaza, huna kiliwazo kingine chochote utacholiwazika zaidi ya hiko mtoto. Aliye kule upande wake mke asononeke kule upande wake rafiki aseme vya kusema kule upande wake, uwezi wewe kuliwazika zaidi ya kiliwazo hiki ambacho atakupa Mwenyezi Mungu kupitia malaika wake. Allah atakhafu, kwa nini unaogopa nini? Kipi kinakutisha? Sio na hofu ya uo mauti, wala usiogope pale kaburini, wala kule kufufuliwa.

siku anaotolewa roho yake, sijui alioneshwa nini, alikuwa anaangalia kando ya nyumba yake kule kwenye chumba pembeni kwenye kona kule, akaanza kutabasam huku akisema limithli hadha falyamali lamilun, kwa ajili ya neema kama hizi wajipinde wenye kujipinda. Anasema hivo na roho inatoka. Hata kile nani waliotangulia maswahaba, Bilali, mke wake yuko pembeni, anapiga kelele, wa karubata, mume wangu leo ndo anaondoka, msiba mkubwa ulioje

Bwana mmoja akasema eh, hapa kuna mgonjwa naye angalau akapate dua zenu. Akasema twendeni. Nilikuwa muumini wa msikiti huo hapo na mwaka wa kumi na mbili niko kitandani hapa sijamuona imamu wala maamuma kuja kuniangalia hapo. Islamotu, islamu islautuupatannah. Sasa, Abubakar Siddiq wakati yuko kitandani, wakenda watu kutoka msikitini, wakafika wanamuuliza baadhi ya maswala, kwa muuliza uliza, mwisho anamuuliza hal nadhara ilaika tabibu, daktari amekuona amekuja daktari Abubakar, qalu madha qala laka tabibu? Daktari, daktari kakwambiaje Abubakar na wajibu, daktari amenambia hivi, ini faalu lima uridu, nitafanya nilitakalo. kuna mliwaza mtu kwenda kule wanaanza kumuuliza ma tashuru, unajionaje? Unajisikiaje? hali ikoje? anasema ashuru dhunubi, madhambi yangu ndo yanayonitia presha sasa hivi. Wanaona basi sawa, lakini ma tashtahi, wewe mgonjwa, wewe unatamani nini? mgonjwa anaulizwa vitu kama hivyo, yeye anasema ashtahi maghfirat rabbi, ninachotaka mimi ni msamaha tu wa Mola wangu, sababu huyo kaishi mbele yake likuwa jambo hilo. Kwa hiyo mpaka katika sakaratul mauti anaingia katika hali hiyo. Wewe muulize mgonjwa wetu waleo, si watoa matamanio na nafsi haya, mgonjwa yuko katika sakaratul mauti, unatamani nini? Ah, ni na makubwa, nipatie nikichipsi kuku tu. Eh, ana makubwa, yuko katika sakaratul mauti, takachipsi kuku. Lakini anambia ninachotamani mimi maghfirata rabbi Anaulizwa Ibn Saudi hapa, ni Uthman ibn Affan hapa na timu yake, ambaye ndo rais wa nchi. Wewe akija rais wa nchi kukuangalia na wewe utafufuka kitandani, bwana ndo kila kitu tayari. Anaambia hal amru laika tabib, unasemaje nikuletee daktari? Kuna madaktari wa ikulu hapa, wakati ya mambo Uislamu ulikuwa umekwenda mbele kweli kweli. Ibn Mas'ud anamwangalia Amir al-Mu'minin, anamwambia at-tabibu amradhani, huyo daktari wenyewe ndo alionipa shida hii, huyo daktari wenyewe ndo alionipa ya maradhi naambia daktari daktari, Taiba anaambia sasa tunalewa wetu malaki bin Masud, eh, alipata mabinti watu, mabinti kama 12 hivo, hakuwa na watoto wa kiume mabinti, riwaya inaonyesha hivyo, wakaambia halamuruka, unasema tukupe open check, hapo anaeleza rais uyanchi, ya nchi e unasemaje ah

Huko kuna mamilioni huko kuna idha waqati alwaqi'a, jamaa ya na yaqini kwenye idha waqati alwaqi'a, kwa sababu idha waqati alwaqi'a kuna ahadi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake huko kwenye mamilioni. Hakuna anaweza kapata leo leo akafilisika, lakini sio kuishi ka, kwa sababu ya kufilia mbali ya mwenyewe vile vile. Kwani wangapi wanakusanya mambo ili yaishi, lakini ni kwa sababu ya kifo chake hayatokea asubuhi na jioni, ndio ndio habari Allahu akbar. Kwa hiyo hawa alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kwa wana msimamo malipo yao yanaanza hapa, tatanazalu alal malaika alla takhafu wala tahzanu, ta msiwe na khofu ya huko mnoko kwenda wala msihuzunike na haya mnuyaacha mke, watoto na mambo mengine mengine, na na hanu waulia, tuko pamoja, tasimamia yote sisi, haya na haya huko huko tatia baraka, kuna utadhalilika na huko utakwenda salama. Hiyo ndio habari sasa. Baada hapo, Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema sasa, wa man ahsanu qawla mimman da'a, huyu hii mukabala wake ni hii. Sheikh wangu ah, alladhina qalu, hao wamesema wakawa katika msimamo ah lakini waman ahsanu qaulan, nani mwenye mazungumzo aliyokuwa mazuri, mimman daa ila Allah, kuliko kuli mwenye kulingania watu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa haya ni majukumu sasa, yale pale makusudia kule tokwa kwa hapa duniani kaa sawa, lakini wengine unajukumu juu ya wengine, waamila saliha, akatenda matendo mazuri, waqala innani minal muslimin ah, baadi hizo ahsanu qaulan mimman daa ila Allah, kuliko mwenye kuilingania dini ya Mwenyezi Mungu, amila swala. Dawa na amali, vitu vinakwenda pamoja hivi. Dawa na amali, alilmu hivi wal amal, vitu vinakwenda pamoja hivi. Sasa huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malipo yake ya kutaja huyu ni dai yule mcha Mungu yule, malipo yake ameambiwa, tatanazalu alayhim malaika, atateremkiwa na malaika. Lakini huyu dai huyu, malipo yake hakutajwa. ya kwa sababu hasa siyo Mwenyezi Mungu akutajie vipi mpaka uwe na akili yaweza kufahamu malipo ya, ya dai, hayasemeki, hayase, huwezi kuelewa wewe. Tunaambiwa nabii Musa, alayhi salatu wa salamu, anamuuliza Mwenyezi Mungu, kam ujratid dai, huyu dai aso mwenye kufungua ulimi wake akawalingania watu wengine, malipo yake yanakuwaje? Allah anamwambia Nabii Musa alayhi leh salatu wasallam, likulli kalimatin ibadatu sana, kila neno moja atakalolitamka anapata malipo ya ibada ya mwaka mzima iliyokubalika. Wewe kuwa mcha Mungu, utapokuwa mcha Mungu, lakini kwa siku wewe uweze ukaswali faradhi tano, tabaki hizo nne, hata ulikuwa nani nne hizo hizo, kwa hiyo utabaki na faradhi zako nne, lakini dai ana uwezo wa kuswali faradhi zaidi ya nne tano Fardhi ziko tano, swala tano, si ndio? Uongezi hapa. Lakini dai kawalingania, kawalingani watu kawalingania watu wanne watano, wanaswali fardhi, katika daftari yake anaandikwa swala za fardhi kiacha zake tano na hizi tano tano za ingizo tano tano zinaandikwa mule. Kuna mzee mmoja hapa mashuhuri mashaallah, Maka juzi tulikuwa naye hija, akanaambia Shekhe, hii ni hija yangu ya hamsini, hija ya hamsini anaiji alhamdulillah lakini hizo zote 50, moja tu ndio hija ya fardhi, zobakia zote za sunna na nawafili 49 zote. Lakini dai kawahamasisha, akawaandaa watu kumi tu, akahiji hija za fardhi, amehiji wale, yeye katika daftari lake anaandika hija ya fardhi. Ndio habari, ndio maana nakwambia hapa, malipo ya huyu makubwa. Mwenyezi Mungu hakutaja hapa maana hasana, kaula mimma da ila Allah wa amila salih wa qala innani minal muslimin. Ha? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kafanya ihsani kubwa umma kufanya wote e wawe madai, kila mtu apate hisa wa faida ilikuwa kubwa. Lakini sasa hiyo dawa yenyewe nayo inakwenda na akhlaq. Hakuna dawa bila akhlaq. Dawa bila akhlaq hakuna hiyo dawa ya namna hiyo. Hakuna atakayekuelewa. Wewe ukisikia eti sio Uislamu eh, kwa upanga hiyo sio sawa Sheikh. Akhlaq. Masahaba walikuwa kijigamba mbele ya dunia, wanaambia kunu mithlana, wanaitangazia dunia kuweni kama tulivyokuwa sisi. Nini maana yake? Yakini zenu, imani zenu kama imani zetu, ibada zenu kama ibada zetu, ziwe hivyo, muashara, muamala, akhlaki kama tulivyokuwa sisi, kunu mithlana. Leo nani anataka kusema hivyo? Ana manyanga mtu kusema hivyo, kunu mithli? Tapeli kama wewe ha? Khiana, dhulma, chuki sasa ta, hii dawa ifike mahali pake lazima inatakuwa nini? Akhlaqa. Allah anasema akhlaq zikifikia daraja fike pale pale. Fike pale pale. Sil man qata'aka akhlaq. Ungana nalo kukata. Yaani yake kinyume na akili ya mtu. Afwa man dhalamaka samihi alokudhulum. Hasinila manasaa ilaika, fanye wema mala kufanya unyama. Aati man haramaka, sio siotuo chake. Hizo ndo akhlaq. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anasema wala tastawi alhasanatu wala sayia, wala tastawi alhasanatu wala sayia. Mambo mazuri hayawezi kuwa sawa na maovu kwa sekta zote zile. Kwanza ikiwa na maana wala hasana tu wala sayya. Mema hayawezi kuwa sawa na mabaya. Ina maana ay hasana haya mazuri mema nayo yana daraja tofauti tofauti. Eh, kila mmoja ana daraja zake na kila mema na daraja zake. Dhikri itakuwa na daraja zake, Qurani na daraja zake, swala na daraja zake, huruji na daraja zake. Daraja, Daraja la mutan, Eh, hazina ukomo. Kwa hiyo wewe usitosheke, hazina ukomo Daraja za kheri hazina ukomo, lakini na maasi vile vile, kila mmoja ana anayake aliyoyafanya. Firauni e, sio sawa na atakayoyafanya Firauni wa zama hizi, yana tofauti vile vile, ina maana hiyo. Lakini mara nyingine wala tahasanatu wala sayi'a, kudhihirisha zile akhlaqi zako nzuri e, pamoja na kufanywa maovu yote, wewe udhihirishi akhlaqi zako nzuri. Kwa hiyo haiwezi kuwa sawa kabisa ilimradi wewe una ikhlasi yako na umekaa vizuri eh, na mtu akafanya yake ya kufanya, basi hayo mambo hayawezi kuwa sawa sawa. Kile nachotakiwa sasa, idfa billati hiya ahsan. Wewe idfa billati hiya ahsan, ondoa zuia hayo maovu, maovu yazuie billati hiya ahsan eh kwa kutumia akhlaqi nzuri, billati, kwa yale ambayo ahsan, yaliyokuwa nzuri bimaana, eh bil akhlaq, tumia akhlaqi njema. Kwa maana nyingine hayo maovu mnoyachukia hayo, eh bila kutumia akhlaqi, mashekhe wangu hayawezi kuondoka, bali yatawafanya watu wawe masugu na mwisho wanaweza kurtadi. Mtu anafanya maovu yake, wewe usipotumia hikma ukatumia hiyo billati hiya hasana udu ila rabbika bilhikmati wal mawdhati hasana, yule anafanya maasi yuko mazingira yamemchukua jahili ah. Fulani ataajielewi ufakiri, hivi vitu vitatu hivyo ndivyo mfanya mtu achanganyikiwe: ufakiri, mazingira machafu na ujahili. Sasa huyu usipotumia hikma huyu unaweza kumfanya ndo akawa nunda zaidi, kama utaanza kumbomoa bomoa kumsema sema ovyo ovyo, mshambulie atakuwa nunda zaidi. Aidha anaweza, Eh, hivi anayafanya haya ni fasiqi ukishamfahamisha alafu akibisha sasa akapinga unamtoa katika ufasiki, anaingia katika ukufuru kabisa. Kwa hiyo utakuwa umemtoa katika ufasiki, umemtia katika ukafiri. Na hiyo jukumu lako. Kwa hiyo dai wewe, kwa hiyo hivyo bilati hasa unaonyesha tabia njema, huyu atasogea. Ndio tuweni mfano hapa Ramadhani hii juzi hapo kwetu buguruni hapo kuna mama mmoja jirani yetu pale, namkuta pale manake asubuhi ndo kashaa ndaandaa chai, vitumbua, mandazi nini, kama hakuna mwezi wa kama Ramadhani. Naambia we bibi, mekuaje? Ili huoni kama balaa moja ili kubwa wewe, zigo lako kulibeba linakushinda. Maanake watu wakija hapa wakila watakavyokula, eh, yale madhambi yote yao unachukua wewe vile vile. Naam, baada ya kushiba, yale matendo yote atakaenda kufanya huko kwako, zile harakati zako sokoni na kusanyeki, na hiyo na na kwani unapata mambo yangu, basi inshallah utafanya utaratibu upatiwe laki moja na nusu ambayo ni elfu tano kwa siku, inshallah nitashukuru. Shehe wangu habari tena, anafanya mambo na kushukuru, niangalie ya kikafiri na ndio nampoteza nam kabisa. Idfa bil lati hiya ahsan. Jambo limekosekana leo hili, watu wanajifanya makatibu wa Mungu, wanamtia motoni amtakaye, anamwingiza peponi amtakaye. Ndio katibu mkuu wa Mungu huyu, kafiri huyu, khurafi huyu nani? Hii habari imetoka wapi? na kauli za kipumbavu za zahakuwai kusema yoyote, nahnu ala alhaq wa hum ala albatil, kwamba sisi tuko katika haki na waliobakia wako katika batil. Bail nani akwabia wangu ni sahaba gani aliyojitangazia hivyo? Ni tabina gani hivyo aliyojitangazia hivyo kabla sakaratil mautu? Amejijuaje? Idfa billati hiya ahsan, ahsan yeah. Ondoweni uovu kwa hasla, tabia njema. Maana yake kalghadabi bisabr, mtu kakukasirikia we mfanyie subra. Waljahl bilhilmu, mtu kakufunia ujinga fulani ujahil fulani, fanyie upole. Walisaa bilafwi, na kama akufanyia makosa na machafu, samehe taratibu. Najua tatizo kubwa sisi tumeshindwa kuelewa kwamba yani mfumo mzima wa dawa dawa Juhudu dawa manqulun leisa bimaquli, juhudi dawa imenakiliwa namna ilivyokuja vile vile walivyopita wenzetu, kuanzia mitume na maswahaba na wengine wengine, sio maqul wewe tumia akili yako tu. Ah, maana yake kuna kuna kitu kinaitwa kulliyat dawa, ana khirij bikulliyat dawa, mimi nimetoka chuo kikuu cha dawa. Kwa hiyo dai mkuu huyo, habari yako wapi? Basi unamzidi mtume, maana yake hakuwa nayo kulia hiyo. Hata maswahaba wallahi billahi, nilichomekeei si nilikuwa na kijana mmoja Hija a ananiambia, tunazungumza kuhusu mfumo mzima wa kazi ya dawa. Sasa ma na maana ni ndoni acha maki mimi nimesoma na digrii ya dawa hapa sasa, na maana ni acha ya madigrii yangu nifuate utaratibu. Nikamambia ah si ninakueleza hakuna niambia ufuate, lakini ninakueleza utaratibu uko hivi. Basi alhamla tukatengeneza urafiki fulani. Baada ya muda anambia, shekhe, pamoja mimi niko maka, nina mtihani nyumbani kwangu, niombea dua mke wangu aswali mkewe ana digrii ya dawa mke haswali. Sasa, hiyo ndio madigrii ya akili akili. Taratibu ule ule mshekhi wangu. Angekwenda katika taratibu idfa billati hiya ahsan. Mmoja leo kanitumia message, bwana, mimi nimeamsha mke wangu.